wa kikundi cha mwanamke shujaa cha hapa Tukuru katika wilaya Rungwe katika mkoa wetu wa Mbeya, kwa tukio hili muhimu ambalo mmelifanya kwa hiari yenu bila kulazimishwa na mtu yoyote katika kusherekea siku ya wanawake duniani, mliamua, kama ulivyozungumza hapa mwenyekiti, kwamba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 Basi mimi sina tatizo lolote, niko tayari. Na kama nilivyosema, kwa mara nyingine tena, nawashukuru sana, na fedha hizi nitahakikisha kwamba zinafikia Mheshimiwa Rais kama ambavyo nyinyi mmekusudia. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana, asanteni sana.